Na tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi kutakuwa kuna uchaguzi. Uchaguzi huu upo kwenye sura kubwa mbili. Sura ya kwanza inayotangazwa na tume ya huru ya, ya uchaguzi ni kwamba Watanzania jitokezeni kwenda kupiga kura kwa wingi mkamchague kiongozi mnayemtaka, lakini sura ya pili, wapo watu ambao wanacheza na mitandao kwamba msitoke kwenda kupiga kura, wao watauchafua mji. Naomba tu niwatahadharishe na naomba niwape taarifa kwamba mji huu tumeshaanza kuuchafua sisi kwa kujenga madaraja kila mahali, ni maudongo matupu, kila mahali ni maudongo matupu. Kwaio ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa watu wajitokeze kwenda kupiga kula. Mimi na wakuu wa wilaya hawa, wasaidizi wa RPC, ZPC, tunataka tu tuwathibitishie kwamba miradi hii mnayoiona itaendelea kujengwa. Watanzania mnaotaka kwenda kufanya biashara, endeleeni, mtakwenda kufanya biashara zenu, ila sisi tunaitwa kwa lugha nyepesi, wanachokitaka tunataka, ila msiwe na mashaka, taifa la Tanzania na hasa Dar es Salaam liko salama kuliko jana kwao. Mpaka tarehe ishirini na tisa ni salama sana, wala asiwatishe mtu wa aina yoyote. Twende kwa pamoja, tushirikiane kuilinda miradi hii, lakini twende tukashirikiane pia kuwambia Watanzania, nendeni mkatimize wajibu wenu wa kikatiba. Tumekagua ujenzi wa barabara pamoja na daraja la pale mtu mzinga ambalo linagharimu si chini ya bilioni 54 pamoja na barabara ya si chini ya kilomita tatu. Lakini zaidi pia tumekwenda kukagua daraja ambalo linajengwa pale Geti Jeusi ambalo linajengwa kwa zaidi ya bilioni 9.4. Tumekwenda pia kuangalia daraja la Mto Nguva au Nguva Bridge ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 9.2. Na muda huu pia kuna madaraja ambayo yanajengwa pale Kigogo ambalo daraja la Kigogo si chini ya bilioni 17, lakini kuna daraja pia hapa la Mkwajuni ambalo linajengwa si chini ya bilioni 11. Kuna daraja pia ambalo limezungumzwa hapa pale mtoni Mtongani karibu na NDC, karibu na ile jeshi, linajengwa kwa si chini ya bilioni 17. Na leo tuko hapa Jangwani, daraja ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 97 bila ku include VAT. Kila mwaka nafika wananchi wanaambiwa watajenga, lakini mwaka huu hayawi hayawi na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97 ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wanaisubiri kwa hamu, na wakuu wa wilaya mlioko hapa, mara baada ya mwezi huu kuisha, fanyeni preparation tuwaalike viongozi wa dini, wafanya biashara, wafanya biashara kutoka mataifa ya mengine, wananchi ambao walikuwa wanalalamika kwa muda mrefu, tufanye nao ziara hapa, waje waangalie progress ya ujenzi huu, ambao daraja hili ni moja madaraja yanayojengwa kwa ustadi mkubwa mno. Mmeona hapa pembeni kuna daraja letu hapa la daraja letu hapa la Tanzanite, ukiangalia daraja hili la Tanzanite linapendeza, limefungwa zile kamba, mnaita kitaalamu ni cable stayed bridge ambazo tunasema all forces of the bridge iko is subject to kwenye zile cables, na ile daraja pia litakuwa ni hivyo hivyo, kutakuwa kuna manguzo mengi hapa, lakini ambayo yanajengwa kwa ustadi mkubwa. Lengo ni kwamba watanzania wapate huduma zao kwa haraka. Sambamba na hilo, hapa kuna bonde hili la Jangwani, ramani inaonyesha kwamba kutakuwa kuna maendelezo makubwa ya bonde hili, kutakuwa kuna viwanja vya mipira, kutakuwa kuna viwanja vya mahoteli, kutakuwa kuna viwanja vya kiutalii ili kukomesha kabisa. Na hawa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na hasa wakurugenzi, tulishawatuma waende Japan wakaangalie mji ambao kwa miaka mingi ulikuwa unasumbua sana mafuriko. Na hii imefanywa kwa pesa za serikali kwa kushirikiana na miradi ya DMDP, lakini kwa kusaidiana pia na World Bank wamekwenda mpaka kule Japani kuangalia namna ambavyo wenzetu walifanikiwa kudhibiti mafuriko, na ndio maana serikali imelipa si chini ya bilioni hamsini na nne fidia. Vyombo vinaendelea kuendelea na uchunguzi wa kina kuhusu hao wachache wanaolalamika kwamba mpaka sasa hawajalipwa, lakini wengi waliolipwa wawe ni mashahidi kwamba serikali imewajali watu kuwatoa ili miradi mikubwa iweze kufanyika kwa maslahi ya Watanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mradi huu unaojengwa hapa Jangwani ni kichocheo cha shughuli za kibiashara katika eneo letu hili la Ilala. Hivyo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, tupelekee shukrani za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi kutekeleza mradi huu kwenye wilaya yetu ya Ilala kwenye eneo hili la bonde la Jangwani ni madaraja makubwa mawili yanajengwa. Daraja la kwanza linajengwa hili hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, daraja la pili kubwa pia linajengwa pale Kigogo Sambusa. Ilikuwa ni kero kubwa sana kipindi cha mvua, maji hapa yalikuwa yanajaa, watu wote wanalazimika kuzunguka, na kama alivyosema mhandisi, eneo hili ndio eneo la kutokea na kuingilia kubwa katika jiji la Dar es Salaam linapopata maf mafuriko uchumi wa jiji la Dar es Salaam unadidimia. Tupelekee shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais, na Wanailala wamenituma ni kuhakikishie hisani ulipwa kwa hisani, na Wanailala wamesema tarehe ishirini na tisa wataonyesha hisani yao kwa mema mengi ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameyafanya kwa wilaya yetu ya Ilala, yako mengi ambayo ameyafanya leo. Sio siku yake, tutapata nafasi ya kuyasema, lakini tupelekee shukrani za dhati, na tunakuhakikishia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, timu hii ya wakandarasi wanafanya vizuri, na taarifa waliokupa tunauhakika kwamba wako kwa kulingana na, ta, ta, na mipango yao na ratiba zao na muda wao wa utekelezaji wa mradi, ili hata itakapofika kipindi cha mvua kipindi cha masika watu wetu hawatapata changamoto za upitaji. Nikuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakandarasi watusaidie kipindi hicho kitakapofika, kwa sababu kitakuwa kipindi cha utekelezaji wa mradi husika, basi changamoto za mafuriko hapa iwe basi historia kuanzia kipindi cha ujenzi mpaka baada ya ujenzi wa daraja hilo. Uchakavu wa madaraja na uwezo mdogo wa madaraja kuhimili mvua za masika imekuwa ni changamoto kubwa sana, changamoto kubwa, kwa sababu inadhoofisha huduma za kiuchumi, inadhoofisha huduma za afya. Na katika hili niseme, mvua moja ilinyesha, tulikuja hapa tukakuta ambulance imeshindwa kupita, mheshimiwa mkuu wa mkoa, na ikalazimika sasa tuanze kutafuta njia nyingine kuapeleka daraja lile la Salenda Bridge, kwa sababu kwa juni palijaa maji hapo. Kigogo sambusa pia palijaa maji, magari hayawezi kupita. Kwa sisi, wilaya ya Kinondoni, tunafarijika sana na tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi huu mahususi wa kutafuta suluhisho la kudumu wa kutengeneza daraja hili kubwa ambalo litaenda kuhimili mvua za kipindi chote, lakini na daraja la Kigogo, daraja la Mkwajuni na daraja lile la Kunduchi pale Mtongani. Kwa kweli tunamshukuru sana Dokta Samia kwa miradi hii, kwa sababu kupitia utekelezaji wa madaraja haya tunaenda kuimarisha uchumi, afya, elimu, kwa sababu usafiri ndio kila kitu kwenye kupeleka watu kwenye huduma mbalimbali, lakini pia nitumie nafasi hii niwashukuru wakandarasi. Nimeona kwenye madaraja yote haya manne, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi zinaendelea vizuri. Wakandarasi wapo kwenye maeneo ya ujenzi kwa muda mwingi hadi nyakati za usiku, wanafanya kazi hizi vizuri. Lakini pia nitumie nafasi kuwashukuru na kuwatia moyo sana wenzetu wa TANROADS kwa kazi kubwa ambayo wanaoifanya ya kusimamia miradi hii kuhakikisha inatekelezwa. Wito wangu tu kwa wakandarasi Tuhakikishe tunazingatia muda wa kimkataba. Tumeingia mkataba, mikataba hii ya ujenzi katika kipindi fulani, kwa hili daraja jangane hapa ni zaidi ya miezi ishirini. Tuhakikishe tunatumia vizuri muda huu, lakini pia tuzingatie na nyakati. Huu ni mwezi wa kumi na tunakoelekea ni kwenye kipindi cha mvua. Ni vizuri kazi zinazoweza kufanyika sasa hivi ambazo zitatuokoa kutupotezea muda katika kipindi cha masika ziweze kufanyika sasa hivi ili kazi hizi zisije zikakwamishwa kwa sababu matarajio ya wananchi kwa kazi nzuri za Dokta Samia ni makubwa mno.